Akaja mbwa mwitu akamteka, akamnyakua mtoto mmoja kati ya watoto wale wawili wa hawa mama wawili, akaondoka naye. Yule mtoto aliyechukuliwa, inavyoonekana katika hadithi na mazungumzo, ni mtoto wa mama mkubwa au wa dada mkubwa katika hawa dada wawili, mmoja mdogo, mmoja mkubwa. Akamchukua akaondoka naye, wewe wakigutuka na kuzunguka, wanamuona mtoto mmoja, mbwa mwitu ameondoka na mtoto mmoja wakaanza kuzozania yule mmoja, kila mmoja anasema huyu ndo wangu, mwingine anasema mimi ndo wangu. Unajua mmoja ameshaondoka, ameshaliwa. Kwa hiyo ili kukidhi haja, mmoja anajua hasa kwamba huyu si wangu, kwani mama, unafikiri atakosea mtoto wake ni nani? Unajua vizuri, lakini ili asiondoke patupo, anasema inama dhahaba bibnik, mbwa mwitu kamchukua mwanao, ni mwanao wewe. Haa, ni wako wewe. Huyu wangu, huyu wangu mimi Mtume anasema fatahasamata ila nabiyllahi Daud. Wakaenda kwa mtume Daud, Nabii Daud ni mtume, na akahukumu yeye kwa mazingira aliyoyaona, anasema fahakama lilkubra, kwa sababu aliyeingia pale labda ni mkubwa, amembeba yule mtoto, na hoja zake labda zilikuwa nzito na ushahidi anauona ni mkubwa, asema huyu mtoto atakuwa wako wewe, wewe huna mtoto, huyu mtoto ni wa huyu mkubwa. Basi, wakatoka pale bado wanasema sema, anasema njiani, mlangoni wakamkuta Nabii Sulaiman mwanawe Daudi, konza, mbona mnasema nini? Kawambia mtoto huyu, kila mmoja kati yetu anasema wake, na nabii ameshatuhukumia ni wahuyu. Ina maana hamjaridhika, ngoja ni niwahukumia. Nabii Sulaiman akawaita watu akawambia, ituni bisikini, ebu nileteni kisu wale mama wakaanza kusema, kuna nini? Kwa nini kisi? Wanisema hata ashukahu lahuma nisfain, ili ni mchane nimpasue huyu mtoto vipande viwili, kimoja nimpe huyu mdogo na kimoja nimpe huyu mkubwa. Si hawajaridhika, wanazozana. Yule mama halisi wa yule mtoto aliposikia vile akamwambia nabi Daud, dahu yaish yarhamukallah, muache mwache, mwache. Usimchinje, usimkate, usimpasue vipande. Mwache endelee kuishi. Innahu laha. Huyu mtoto atakuwa wake yeye huyo, atakuwa wake. Kwa maana kwamba anataka tu aishi. Hawezi kuona mtoto wake anachinjwa anakatwa vipande viwili mbele yake naye anatizama. Basi Nabii Sulaiman aliposema vile, akasikia yule mwanamke anasema mwachie yeye, akasema sio wako wewe, huyu mtoto ni wa huyu anayesema mwache. Akampokonya, akampa yule, akaangalia ya, yani hii hila ameitumia, na akamjua mama halisi ni nani. Hizi ni mbinu ambazo unaweza ukazitumia kwa watu wengine ambao ni majahili. Mtu ambaye hakusoma hawezi akakufahamu vizuri, kumsomea aya hawezi akakuelewa, ukimsomea hadithi, pamoja na kwamba hii ndio dusturi, ndio katiba yetu, ndio namna tunavyoelezana, lakini hebu tumia mbinu nyingine ya kuweza kutaka kumharik na kumtoa katika wasiwasi wasi ule, umfahamishe kitu pengine kwa mazingira mengine, anaweza akakuelewa. Nabii Sulaiman akasema huwa laki huyu mtoto atakuwa wako, na kweli alikuwa wake, akaondoka naye mtoto wake. Hii ni mifano ya busara na namna unavyotumia fatana fatana ule dhakaa, werevu na kusoma alama za nyakati. Na hivyo ndivyo Muislamu anavyotakiwa kama alivyokuwa akisema Umar lastu bil khibbi wala al khibbi yakhda'uni. Mtume alikuwa akisema la yuldaghu al mu'minu min juhri marratain. Yote hii ni kuonyesha al muslimu yanbaghi an yakuna fatinan. Muislamu anatakiwa awe anaelewa mambo, anafahamu na mbinu nyingine zote zote za haraka haraka. Mtume alipotaka kujua idadi ya makafiri waliokuwa katika vita vya Uhud, aliuliza ni wangapi? Yule kijana akasema sijui, lakini ni wengi akamuuliza wanakula nini, sema wanachinja ngamia. Wanachinja ngamia wangapi kwa siku? Akaambia nafikiri kumi, siku nyingine wanachinja tisa. Mtume akasema alqaumu mabaina alfu wa tisamia, watu hao watakuwa ni alfu moja au watakuwa watu mia tisa. Alipoambiwa chakula chao tu wanakula ngamia ngamia e, kwa siku kumi yani, wanachinja ngamia kumi na siku nyingine ngamia tisa, akamgaia kila watumia ngamia mmoja katika chakula na akapata result, na kweli makafiri katika vita vya vya Badr walikuwa alfu moja, katika riwaya walikuwa mia tisa. Hisabu kamil complete kabisa, kama alivyotajiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fatana na dhakaa ya hali ya juu.